katika muandamo wa mwezi wa Ramadhani kuanza na kumaliza. Kwa nini? Je, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kwani hakutuwekea muongozo wa kisawasawa, ili tusikhtalifiane? Kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atuambia ndani ya kitabu chake, afala yatadabbaruna alqurana walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathiran. Mwenyezi Mungu anatwambia afala yatadabbaruna Qur'an, ila hawaizingatii Qur'ani? Kuisoma kwa kuzingatia, sio kusoma kama kasuku, la kusoma kufahamu maneno ya Mwenyezi Mungu anakusudia nini. Walau kana min indi ghairi Allah, na lau yangekuwa haya maneno, yani Qur'ani, ingekuwa haitoki kwa Mwenyezi Mungu, la wajadu fihi ikhtilafan kathiran, wangepata ikhtilafu nyingi lakini kwa kuwa ni maneno ya Mwenyezi Mungu hakuna ikhtilafu yoyote. Kwa hivyo, Mwenyezi Mungu anatuhakikishia lao tutafuata Qur'ani, hatutakuwa na ikhtilafu. Waqala ta'ala wanazzalna alayka alkitaba tibyana likulli shay'in. Mwenyezi Mungu asema, na tumewateremshia kitabu tibyana, kimeweka wazi kila shay'in, kila kitu ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladhi baina yadaihi wa tafsila kulla shai. Mwenyezi Mungu amepambanua kila kitu ndani ya Quran. Lakini kwa nini tukhtalifiane leo? Kenya wanafunga leo, Tanzania wanafunga kesho, ama ndani ya Kenya wengine wanafunga leo, wengine wanafunga kesho, ama ndani ya Tanzania wengine wanafunga leo, wengine wanafunga kesho. Kwa nini kupatikane ikhtilafu kama hili? kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajatuwekea mwongozo? Naam, Mwenyezi Mungu ametuwekea mwongozo na ametuambia yote hayo, wanazalna alaykal kitaba tibyana likulli shay'in afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghayri allahi lawajadu fi ikhtilafan kathiran. Yote haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshatuambia, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Hablillahi ni Qur'an tushikamane na hablillahi wala tafarraqu wala musifarikiane. Ufarikiano Mwenyezi Mungu hautaki. Ikhtilafu sio rahma, bali ikhtilafu ni kupingana na utesi na kuteta. Ikhtilafu sio rahma. Ikhtilafu inamaanisha ni, ni kwamba watu hawajafahamu mambo ndio wamehtalifiana. Lakini kunapo, unapofahamu, tunapofahamu mambo hatuwezi kuhtalifiana, itakuwa sote tunafuata njia ya sawa wala hakuna mfarikiano. Kwa hivyo ikhtilafu imepatikana wapi? Kwa nini kuna kuja ikhtilafu kila mwezi tuwe twakhtalifiana? Hawa wafunga, hawa wafunga kesho. Kwa nini? Sababu yote imeletwa na hadithi, na hadithi kama hini ni sahihi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameisema hadithi kama hini hadithi yenyewe nayo inasema sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi wain ghamma alaykum fa akmilu 30. Mwenyezi Mungu Subhanahu, Mtume Muhammad anatuambia awaambia, hatuambi sisi. Mtume Muhammad anazungumza na kaumu zake na watu waliokuwa karne yake, sio watu waliokuwa karne ya 21. Mtume Muhammad kusema maneno kama haya hayazungumzi na wewe unayeniangalia, bali anazungumza na watu walokuwa wanaishi naye. Anawambia nini? Anawambia sumu liruyatihi, fungeni kwa kuona mwezi kwa macho. Waaftiru aftiru liruyatihi, na fungueni kwa kuona mwezi kwa macho. Fa in ghumma alaykum, ikiwa kutakuwa kuna mawingu, basi kamilisheni siku 30. Yaani Shaabani, kamilisheni. Haya maneno Mtume Muhammad azungumza na watu wake wa karne aliyokuwa kwa. Mtume Muhammad hazungumzi na watu wa karne ya ishirini na moja. Makosa yaliyoko ni kwamba sisi tumeyachukua maneno kama haya tukayaleta katika karne ya 21, lakini tuangalie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema nini kwa hivyo maneno ya Mtume Muhammad hini ni khitabun khas, lakini kuna khitabun am ambao mwenyewe Mwenyezi Mungu aliyetuletea dini kama hini anatwambia, atwambia nini Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu anatuambia fa man shahida minkum shahra falyasumu, haya ndiyo maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo ni khitabun am, maneno ya Mtume Muhammad ilikuwa ni khitabun khas kwa kaumu zake peke yake. Mwenyezi Mungu anatuambia faman shahida minkum shahra falyasumhu, maneno haya Mwenyezi Mungu anazungumza na watu toka iteremke Qurani ila qiyami saa, lakini maneno ya Mtume Muhammad ni ya karne yake alokuweko yeye basi peke yake. Huwezi kuyachukua maneno kama yale, uyalete kwenye karne ya 21. Mwenyezi Mungu anasema nini? Anasema faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Tuangalie, Mwenyezi Mungu hakusema faman raa minkum al-hilal. La, Mwenyezi Mungu amesema faman shahida minkum ash-shahra. Mwenyezi Mungu ha, hazungumzii kuhusu mwezi. Mwenyezi Mungu anazungumzia kuhusu shahr. Mwenyezi Mungu hazungumzii kuhusu kuona kwa macho. Mwenyezi Mungu anasema shahida. Sasa nini maana ya shahida, tofauti ya shahida na raa? Hapa ndo tutakapokujua enyi mashekhe, kwamba tutakaporudi ndani ya Qur'an, basi hatutokhtalifiana katika muandamo wa mwezi wala mwanzo. Hakuna cha muandamo wa mwezi kwamba mwezi umeandama. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amezungumzia kuhusu shahri, wa laisa alhilal. Kwa hivyo nini tofauti ya shahida na raa? Raa ni uone kwa macho live, ndio mtume akasema sumu liruyati waaftiru liruyati. Lakini maana ya shahida, shahida ni nini? Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ametumia kilma ambacho kwamba kimefunga, yani kina upana upa, upa, upana mkubwa kuliko raa aliosema mtume Muhammad. Tuangalie nini maana ya shahida. Mwenyezi Mungu swarafa lana al-amthila waqala wa laqad swarafna fi hadha al-Qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu akthar shay'in jadalan. Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala anatuambia, ili tusijadiliane, ili kusiwe na ikhtilafu, Mwenyezi Mungu ametupigia mifano na amepambanua mifano na kutuwekea kila sehemu mifano ili tupate kuelewa vilma vyake kwa hivyo nini maana shahida? Shahida ndani ya Qur'ani, hatwendi kwenye kitabu cha nani wala cha nani wala cha Imamu Zaid wala Imamu Amr, la, ndani ya Qur'ani tutajua nini maana shahida. Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, katika Suratu Yusuf kiswa maarufu asema nini Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu asema qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahlihi iinan shahida in ubi fakdat h wa, wa, wa, wa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala atueleza kiso cha Nabi Allahi, Yusuf alayhi salam. Nabi Allah huyu shahidi hakuweko wakati wa lile tukio linalilipokuwa linatukia Hakuwekwa wakati wa ile incident la, lakini twamuona huyu bwana amekuja kutoa ushahidi kushuhudilia kwamba Yusuf alikuwa ni innocent. Lakini ushuhuda wake ilikuwa ni nini? Je, yeah, ameona la? Hakuona, bali ushuhuda wake ulikuwa ni logic. Alitumia akili. Ikiwa kanzu yake ya yule mwanamke na hapa Mwenyezi Mungu amesema, mwanamke hajataja jina la mtu, na haya ndio makosa makubwa tunayoyafanya. Utasikia mtu akwambia mwanamke, huyo mwanamke anaitwa Zulaikha. Wapi Mwenyezi Mungu amesema Zulaikha? Ni kama vile e, Mwenyezi Mungu subhanah wa taala alipozungumzia kuhusu ibn Adam, utasikia watu wanakuambia ni Habil na Kabil. Wapi Mwenyezi Mungu ametaja Habil na Kabil? Yani nyinyi mmekuwa mwajua zaidi kuliko Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu hajasema nani la, amesema Bnai Adam. Ni kama kile kiswa cha Nabi Allah Musa na yule Abdu Salih, utasikia mtu akwambia anaitwa Hidhri. Wapi Mwenyezi Mungu amesema ni Hidhri? Mwenyezi Mungu amesema Abdu Salih, ni mja mwema. Basi kwa hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwenye kiswa cha Yusuf, yule mwanamke ushuhuda alotoa yule bwana ni kwamba amesema lau kanzu yake itakuwa imepasuka mbele, basi mwanamke ni mkweli na Yusuf atakuwa ana makosa, lakini lau itakuwa imepasuka nyuma, basi mwanamke ni mrongo na Yusuf atakuwa ni innocent. Hiyo ndio dalili aloitoa, hakuona. Kwa hivyo kilma cha shahida maana yake huwa ithbatun binafyi shay'in, huwa ithbatun wa istidlalu bidalili biithbati au nafyi shei, ni kutoa dalili kwa kuthibitisha jambo ama kwa kulikataa jambo kama lile, lakini uje na dalili. Hiyo ndiyo maana ya shahida. Kwa hivyo, shahida siyo kuona, shahida ni kuja na uthibitisho. Uthibitisho wenyewe uwe umeona kwa macho yako uthibitisho wenyewe uwe umekuja na dalili nyingine yoyote ili <coughs> ya kuthibitisha kwamba lile jambo ni la sawa ama siyo la sawa. Kwa hivyo hiyo ndio maana ya shahida, na ndiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye sura hiyo hiyo ya kiso cha Nabi Allah Yusuf alayhi salam Mwenyezi Mungu aliposema, irjiu ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraka wama shahidna illa bima alimna wama kunna lilghaibi hafidhin, yani ndugu yao kina Yusuf walimwambia baba yao kwamba Yusuf ameiba, lakini kuiba kwenyewe uthibitisho, uthibitisho tulionao kwa kusema mpaka tukasema kwamba ameiba, uthibitisho ni kwamba tumekikuta kile chombo cha mfalme katika kipando chake. Huo ndio uthibitisho wetu. Kisha wakasema wama kunna lilghaibi hafidhin, yani hatujui ni ukweli ni hakika ama sio hakika, lakini sisi uthibitisho wetu yani hatukuona lakini, uthibitisho tuliokuja nao ni kwamba tumepata kile chombo kikondani. Sasa hatujui kuna mtu amemwekea ama kimewekwa kimakosa, lakini huo ndio uthibitisho ulioko. Kwa hivyo, kilma cha shahida sio lazima uwe umeona na macho ni uje na uthibitisho wowote. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu aliposema faman shahida minkum shahra faliyasumhu, yule ambaye kwamba atakuja na uthibitisho, sio kwamba ni kuona peke yake la, kwa sababu eh, laisa kullu man raa yani, kullu man raa kad shahida, kila aloona kwa macho kad shahida, ameingia katika ile shahida. Walakin laisa kullu man shahida bidharuri anahu raa, lakini haimaanishi kwamba kila mwenye shahida ni dharura awe lazima awe ameona kwa macho la, siyo lazima, anaweza kuja na dalili, kama tulivyomuona huyu shahidi wa Yusuf hakuona lile tendo, lakini amekuja na dalili logic. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala aliposema fa man shahida minkum shahra, yule mwenye kuona kwa macho, yule mwenye kuja na dalili yule mwenye kuja na uthibitisho wowote ili mwenzi umeingia. Kwa hivyo sisi tuko katika, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapoteremsha sheria, anawapoweka sheria, huwa ni sheria kama ile mpaka siku ya kiyama. Sio kwa muda fulani la sheria katika dini Mwenyezi Mungu anapoweka huwa mpaka yaumul qiyama, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala anajua mwanadamu ataendelea, atakuwa na ilmu, kutakuja na wakati, kutakuwa na teknolojia, kutakuwa na wakati, kutakuwa na ilmu kubwa ambayo kwamba wanyuma walikuwa hawana. Hayo yote Mwenyezi Mungu anayajua ghaibu. Mtume Muhammad hajui ghaibu isipokuwa aloambiwa na Mwenyezi Mungu, na aloambiwa na Mwenyezi Mungu yamo ndani ya Qur'an. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ndio mjuzi wa ghaibu. Ndio Mwenyezi Mungu akatumia kilima cha shahida, kwa sababu alikuwa wanajua ulimwengu utaendelea, kutakuwa kuna teleskopu, watu watakuwa wako na ilmu ya falak na ilmu zinginezo ambazo kwamba za kuthibitisha kwamba siku fulani dakika fulani nukta fulani mwezi umeandama, mwezi umeingia, uko tayari Mwenyezi Mungu hayo yote alikuwa anayajua, ndio akatumia kilima cha faman shahida. Kwa hivyo ndugu Muislamu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala hataki uone, sio lazima uone mwezi kwa macho la. Mwenyezi Mungu anakuambia, ikiwa utaona kwa kutumia teleskopu, ikiwa utaona kwa kutumia hisabu alfalak, ikiwa utaona kwa wasila nyingine ambazo kwamba za kuthibitisha kwamba mwezi umeingia hakuna wasiwasi wowote, wewe funga. Hivyo ndivyo anavyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dini ni ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mwenye kusema na ndiyo mwenye kufuata. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan kad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, yule ambaye kwamba anayemtui Muhammad, Muhammad ashakufa lakini mwenye kumtii Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu mwenye ana sifa ya uhai, na Qur'ani ni kitabu ambacho kwamba kinaenda na zama, swalih likulli zaman wa makan, kulingana na faman shahida minkum shahra, ni swalih likulli zaman wa makan mpaka qiyamu saa, inalingana, inaendana kuhusu na zama na nyakati ambazo kwamba hata zitakazokuja mbeleni. Mtume Muhammad aliposema fa in ghumma alaikum, ikiwa kutakuwa kuna kiwingu. Sahihi hatuhitaji kuangalia kiwingu wala nini wala kuwe na kiwingu, la hayo ni mambo ya kale, ndugu Waislamu, kwa sababu ukiangalia ki, ikiwa kutakuwa na kiwingu, huenda ikawa mwezi uko lakini hatuoni, na siku ya pili tukale ambayo kwamba siku ya pili ni Ramadhani lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wataala amewapa udhuru zama za Mtume Muhammad, lakini wewe sasa huna cha udhuru la, huna cha udhuru kwamba fa in ghamma alaikum, la, hakuna udhuru wowote. Tuna teleskopu tuna hisabu alfalak tuna ilmu ilmu ilmu ilmu nyingi ambazo so kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wataala ataendelea kuzifungua ili tusahilishwe kwetu sisi iwe ni sahali kwetu sisi kwa, kwa hivyo ndugu muislam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio wakufuata, tufuate maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye Alamul Ghuyub, na ala lillahi dinul khalis, dini ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala khalis, hana mshirika. Mtume Muhammad aliposema e, sumu liruyatihi waftiru liruyatihi, haja kosa Alisema hivyo kwa sababu kulingana na zama anazoishi yeye, ilikuwa hakuna wasila wowote wa kuona mwezi isipokuwa ni kuona kwa macho, na lau ingekuwa kuna kuna e, wasila mwingine wa kuona mwezi angekuwa ametaja, lakini ilikuwa hakuna wasila wowote lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye anajua future ya mwanadamu mpaka siku ya kiyama, ndio akatumia faman shahida minkumu shahra. Lakini utakuta sisi tumeng'ang'ana na hadithi ambayo hadithi yenyewe wazungumza khitabun khas, wazungumza na watu waliokuwa miaka e, karne za za mtume Muhammad, sio karne zetu. Kwa hivyo, ndugu Waislamu Haina haja tutete, na haina haja kuangalia ukapoteza wakati wako kuangalia mwezi kusimama, sijui o oh, twaitana tuangalie mwezi kila mtu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ametuletea ametuletea hizi ilmu ili kutusahilishia haya mambo, lakini sisi bado tunataka kujitia kwenye dhiki. Wa ila liqa'in akhar bi mashiatillah, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.